Habari ah, blaza, mi naitwa Hasani, nakaa Mtawapu, mtaa pili. Hapo nilikuwa natafuta kazi, natafuta kazi. Kazi gani? Mi kazi yoyote nafanya, hata ya kudekideki hapa nje mi nafanya mimi kwa naomba brother kama kuna uwezekano wa kunisaidia naomba unisaidie. Lakini cha kusaidia mimi ndio sina kabisa. Ni sijui hata nikusaidie. Mimi nimeajiriwa na wiki tu <coughs> tamaa sijamaliza. Basi kama una 1000 ni naomba unisaidie nikapate chochote. Yaani sina chochote na kuna naona hivi ndio nimeamka brother. Sasa unaona hivi. Ni kama wewe tu. Wewe usijaliwe mombe Mungu, tu utafanikiwa usijali. Wewe kaangalia sehemu nyingine. Wewe. Basi poa. Sawa. Karibu tena. Asante.